Na ushirika wa Rwanda wakati ule tunaanza, walikuwa wanalipa posho mwisho wa mwezi laki tatu. Sio kwamba fedha nilikuwa sizioni, naziona, lakini nasema situsukume na mwinjilisti alipe na... Kumbe mwenzetu hana habari kabisa, na wainjilisti na nini, hana habari, ni yeye tu. Ushirika wa Rwanda ulikuwa sio wa kukwama, kununua uwanja mpaka leo wanasalia kwa mtu mpaka leo, kina kera wamenunua kina na... ushirika wa Rwanda Ulikuwa na nguvu, wacha sasa umelegea, watu wamehama, wamerudi KKT, umepasuka pasuka. Hata hivyo, washukuriwe Mungu, juzi tumemaliza kulipia uwanja wetu, kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana. Nataka kwenda mwisho basi, Askofu, nusu saa yangu imepitiliza. Na kule Rwanda tumesema sisikaikam tuko salama. Kuna watu wamehama, wanafika kama hamsini, waliohama, sio kama wanavyoambia kwamba mia mbili wametoka hata kidogo. Ushirika wa Rwanda uko imara. Na tumesema Mungu akitupa uzima na afya Baba Askofu, wewe tupe miezi sita tutatoa majibu ya kutosha. Miezi sita tutakuwa na majibu ya kutosha kanisa mtaliona. <laughs> Swala la kufukuza wachungaji kule Iringa, swala wachungaji kukimbia hapa, swala la, la la la kwanza kuhamisha wachungaji kwa visa. Mwambola, tumfukuze atoke kikam, arudi kekeci. E, tumfukuze tumfukuze, wakatumia mbi, kila mbinu pale, kila nikifika kusali e, boda ni matusi, kila nikifika kusali boda ni matusi, matusi ya ngoni Mchungaji anatokana waza na wazao kanis. Mimi najisikii wanataka mpaka tuja mchungaji nitoke hapa. Maneno gosa nini? Akanifuata Mwesumo. Sababu anajua munasalikia na mchungaji. Tunajua tunapita tuna kipindi gani. Nilipofika hapa nikaikuta ibada ikiote. Washirika wakiwa wakanipokea kwa mikono mbili mbili. Hata tulipofiwa na mdogo wetu kwaya zote za Kera, za bonde hili ziligomeshwa na Baraka wasije msiba. Zikaja kwaya za Kera na kwaya za Rwanda, basi kwani mliziona kwaya za kule kote? Baraka alizigomesha zisije makusudi mazima, kiburi cha uongozi. Tutaki nani huyo? lakini tunawashukuru sana watu wa Kera na Rwanda, walikuja waliomboleza pamoja na sisi, pamoja na hayo kuzika mtoto yule mwana sheria mdogo wetu Askofu akuja msibani kuzika wala kutuona kaka yule pale. Sasa kama mwa kupigwa simu na askofu mimi ndo rafiki yake Mwaikali nimekufa naye nimelala nime tumezika mtu mzima mwanasheria mtoto mtu mzima yule pale kaka. Sasa kama Mwaikali amewahi kumpigia simu kwamba kaka, poleni na msiba, kuna utu hapo, kuna udugu hapo. Yani msaidizi wako anafiwa na mdogo wake, kesho yake akawa Mwakiropa anafiwa na dada yake Mwakiropa mchungaji yule aliyepo kikosi, kwa sababu alikuwa Mbeya mjini. Askofu alikuja kuzika Makwale, pana umbali gani? Alipata kuzika kwa Makiropa, kuja nyumbani kwetu kusema pole na msiba, pana umbali gani? Mnanielewa ninachosema, watu wa Mungu? Maana sio vita leo kwamba nimefiwa na mdogo wangu kabisa, kitinda mimba kwetu. Askofu hakupiga simu wala kuja kutuona msiba, lakini kesho yake, the next day amekufa dada yake Mwakiropa ni mchungaji mwenzangu, na alifanya askofu kuja kuzika na baada ya kuzika, kulikuwa na umbali gani kutoka Makwale aje kusema pole? Mimi hapa nilikamatwa na bunduki, wakasema hii ni bunduki ya ujambazi. Huyu bwana amiliki bunduki kisheria. Nimekamatwa, wakina Mwakaropa kina Mwansasu kina, kina kaka amejaa pale polisi, ni nawekwa ndani pale hapa polisi yake, najieleza hii bunduki mimi ni ya kwangu ni halali na bahati mbaya sana ile wakati na miliki binti mmoja polisi akasema, nee, wewe ni mchungaji usimiliki bunduki hivi. Ukasema hivi bali vya mkwani vinatosha, uende kwa mrajisi wa silaha Dar es Salaam akakuidhinishie. Nikaenda nayo, lakini pamoja na lile tukio Mwaikali hajawahi kunipa pole hata siku moja. Mimi nimeendelea kufanya kazi ya Mungu kwa moyo, kwa sababu aliyeniita sio Mwaikali, aliyeniita ni Mungu mwenyewe. Maneno yanayosema huko Mwambola ni mbaya sana, Mwambola anataka kumpindua askofu, Mwambola anataka uaskofu. Sasa sisa Wakristo zimehamasishwa, kwaya zimeambiwa ubaya wangu, na wachungaji wameambiwa ubaya wangu, lini wamewahi kukaa? Ameita wachungaji wote mbele ya askofu mkuu, nikapata nafasi Nasema askofu wachungaji wako hapo. Ukiangalia kwenye magrupu yao kumejaa matusi mimi hapa. Niambieni ubaya wangu hata huu. Mahali popote mnapoba hakuna. Kanisa likaamua kusema sasa ili dayosisi iwe na utulivu kwa sababu ukienda Songwe wachungaji wanapiga kelele. Ukienda Kera wachungaji wanapiga kelele. Ukienda Iringa watu wanapiga kelele. Dayosisi yenyewe ni kubwa, kwa mfano Kamsamba tumefungua usharika mkubwa una watu karibu mia nne sitini Kamsamba, toka tumeanza tumeanzaa, nilikwenda kufungua mimi kule, askofu hajawahi kukanyaga hata siku, lakini kuna mchungaji anaitwa Mwandumbiko, kwao kwa mahaji pale Punguti, hajawahi kwenda hata siku hii, wala mkuu wa jimbo pale Wasongwe hajawahi kwenda hata siku hii. Kule Kamsamba tumechangisha fedha, tumejenga kanisa kanisa limekwisha upande mmoja Kamsamba mjini, tumenunua kiwanja kule kwa wamasai Mwanemba. Miaka yote hii mitatu na kitu askofu hajai kwenda hata sikuhi, wala mkuu wajibu hajai kwenda hata sikuhi. Ndugu zangu, kanisa likuamua kugawa dausi sikule na kusema igawanyike dausi ya nyanda za juu kusini, angalau mzigo uwe mwepesi, kwa sababu hatuwezi kumchanganya mtu mmoja anatoka Iringa Njombe, Mbeya, Songwe kela hapa. Haskofu akuweko kwenye kile kikao, alikuweko katibu mkuu na katibu mkuu alitukana matusi, kikao kilimwajibisha. Wazee hawa wanajua, alifika kunitukana matusi mpaka kwenye, kwenye, kwenye Bishop Council kule singine, mimi nakuwa kama takataka taka. Lakini nilijua namtumikia, na na hawa kaka zangu wamekuwa wakali kuna siku moja Mwansasu anasahau hata kwamba ni mchungaji, amenihubiria saa nzima, mdogo wangu, mdogo wangu, we nyamaza, mdogo wangu, hata kama huyu Mwansasa msikuie sinasema, huyu hapa. Nasema, kaka, mimi nimechoka hii kaka, natoka. Nasema, Mwambola, tusikilize sisi, kaka zako, wazee wamekuwa wakali, unavumilia, unafanya. Ndugu zangu, tukio la mwisho la juzi lilikuwa baya. Nimeacha ili kurahisisha muda, nimeliacha hilo la lilotokea la Rwanda la maandamano ya watu wa kutoka Kera, hilo nimeliacha. Lakini badala ya kuendelea na vikao vya kugawa dayosisi, vikao vinaendelea, vikao vya kugoma kugawa dayosisi. Tunafika huko msibani, zinakuja kwanza. Eh, utamu huu, mnaona ulivyo mzuri. Sasa nyinyi mlikuweko kwenye msiba kule, wanasema kasungura kenyewe kadogo, haka mnataka tugawane kasungura kadogo. Sasa hiki wanachokifanya, ndio inabaki dayosisi moja sasa. Tumepoteza mfumo, hatuna mfumo wa pamoja, hatuna nini? Hakuna kitu mimi kinaniudhi. Kama huna hela mfukoni, mimi ni mchungaji, sitaki kuwa na mapato ya wa kidhalimu wala udanganyifu. Asitoke mmoja wetu baba askofu na kwenda usharikani kama hapa unakuja, unasema mnipe hela kwa kuhamasishia. Usharika wanachanga, wanampa askofu laki mbili, eti kwenye harambee aanze kusema na kuangalia. Hii ni sadaka, harambee ni sadaka. Hatuji kufanya maigizo, nicho nacho ndicho ninatoa. Ule mtindo askofu anapewa hela sijui, halafu kuna mtu anaandika ametoa elfu kumi, kumi. Anatoa elfu kumi ametoa elfu ishirini anatoa, mwishoni mwa harambee mwa zile hela tulizompa zikutumika zote bwana, mbona tunaona alitumia kama elfu arobaini tu, zingine ameweka mfukoni. Haya ni maisha ya kujijaribu mwenyewe. Mimi natoka nyumbani, nimeuza kambani zangu na elfu hamsini mfukoni, nitatoa kwenye ishirini kwenye sadaka ya kawaida salasini nitamtolea Mungu kumjengea, zikisha basi zimeisha, sina nyingine. Kilichotokea juzi kule Mloo, watu wa Mungu, kiliitwa kikao cha wachungaji. Nafika mwisho hapa, kiliitwa kikao cha wachungaji kule Mloo wote, na watu wa Kera walikuwa wa mwisho kufika, wengine tulifika mapema. Askofu amefungua kikao, kikao kimeanza. Anasema mchungaji wa mbungu mmeandika barua. Kwanza katibu mkuu amesema mlawa huyu haruhusi kuja hapa ndio maana amebaki nyumbani. Lakini mlawa sio kwamba aligoma kuja kwenye kikao. Mimi amenipigia simu kwamba bwana, naumwa umu niko hospitali. Na amekuja mchungaji alikuwa naye hospitali kwamba tulikuwa wote hospitali, nimemwacha hospitali mwenzetu anaumwa, huyo mwinjilisi anaitwa Chivale. Askofu anaingia anasema, wewe Mwambungu umesema unitambui, toka nje, hutakuwa mjumba wake kikao. Ni Mwambungu namfahamu anaumwa na BP. Mwambungu mimi nimesoma naye chuo cha Biblia, tumemaliza siku moja na Mwambungu. Mwambungu mimi ni kama watoto wa familia moja, yule ni yule, mimi ni kaka yangu, Mwambungu ni mjomba wake huyu ni mjomba wake ni, ni watu wa familia moja. Sasa Mwambongo amekosa nini cha kufukuzwa kwenye kikao? na nyosha mkono nikasimama na nasema hii kwa sababu klipu inazunguka, nikasema askofu, peke yako Mwambongo amekuandikia barua peke yako, huna msaidizi wa askofu, huna wakuu wa majimbo, huna halmashauri kuu, huwezi kufukuzwa kwenye kikao mchungaji bila halmashauri kuu mchungaji kwa Mwaikali tumekuwa kama wachunga mbuzi, wachungaji, anatutukana na kutufedhuri kama wafanyakazi wa nyumbani kwake. Sisi wafanyakazi wa nyumbani kwa askofu? Sisi ni watumishi wa Mungu na lazima tumheshimu askofu, lazima tumheshimu askofu. Mimi mkisha sema ni msaidizi yuko baba askofu Masawe, akilala na njaa, mimi ndio natakiwa niulizwe kwa nini baba askofu Masawe amelala na njaa. Hawezi kulala na njaa askofu Masawe, mimi niko hapa natakiwa nirudi kwa washirika wa kusema jamani, kwa askofu kuna hali sio ya kawaida, na naomba turekebishe. Amen. Amen. Sasa anamfukuza mwambungu toka nje, nikasema askofu, hapana, nimekuvumilia katika mengi na niko tayari kukuheshimu lakini swala la kuwafukuza wachungaji na kuwatimua wachungaji kama vibarua wa nyumbani, hapana, hawa ni watumishi, wanafukuzwa kwa vikao kikao management, wasaidizi wako, msaidizi wako na wakuu wa majimbo wazungumze na wao. Wakizungumza wakipatana, wanapeleka kwenye halmashauri kuu. Hapo halmashauri kuu ndio inaweza kutamka kwamba huyu mchungaji ametushinda. Kule Ilingo wamefukuza wachungaji 12 wamerudi nyumbani. Askofu mkuu amekwenda, amesema hapana, Mwekana anachofanya si sawa, warudisha wachungaji, warudi kazini. Swala la kunjuli, swala la kumuuliza askofu swali gumu kwenye kikao, wachungaji wote 12 out kanisa litakuwa lini? Kila watu wanatucheka barabarani, tunaonekana kama majuha. Siku nyingine tumeenda Iringa kwenye ibada, tunakwenda kumbariki kiungo kuwa mchungaji anatetama, mwanakwaya mmoja anasema na huyu naye.